Bwana amenionyesha picha halisi za wote wanaojiita mitume, manabii, wachungaji, sijui wainjilisti, sijui watu gani, hata waumini. Mungu amenionyesha nje, amevaa mavazi ya kondo, lakini ndani ni mbwa, mtu wakali, mnaopeleka kundi kubwa sana jehanamu, mnapeleka watu. Na wewe muumini, uko kanisani, unasikia mtumishi wako ni mzinzi. Ni mwizi, jua ni kweli. Kwa nini aseme wewe? Kwa nini yeye? Na sio mmoja tu anayesema kwamba fani labda ni mwizi, sio fani, ni mzinzi, labda baba mchungaji ni mzinzi, anazini waumini, ni hayo ni ya kweli. Sasa unasikia hizo habari alafu na nanga nini hapo, kutafuta nini? Nani amesema kwamba kiongozi kipofu akiongoza kipofu wenzake wote watatumbukia shimoni? Ndio, kama ni hapo, unatafuta nini? Nataka kwenda shimoni? Na sasa kila mtu atengeneza mwendo wake. Bwana amesha picha ya uhovu naondelea makanisani. Kila mtu atengeneza mwenendo wake, ili kwamba Bwana asije akamwangamiza.